Swala la ndoa ni swala muhimu, jamani, eh? Utapata mtu ana mke mmoja tu eh? Washije na mke mmoja yani, wewe mwanaume, mwanaume wa Kiislamu, dini yetu imeturuhusu eh? Ha? Yatakana hapa na hapa uwe kidume kisawasawa na wake wawili at least, lakini uwe watatu, wanne eh? Sheikh Salim, nini bwana, wachelewa bwana, wewe hujaoa kabisa bwana, watushangaza bwana. <laughs> Mimi kila siku naongea, tuoweni jamani, tuoweni Bakia, jamaueni As-salamu aleikum, nasikia washauri wenzako kusundoa. Kama hey, unavyoniona mi niko tayari hapa nishagaramika oh, kila nishayari kitu yani, sitaki ujisumbue na mambo ya make-up wala veli. Niko tayari tendeze tukanioe. Hele muone kweli kabisa, Mungu afichi mnafiki, ndio huyo mtoto amekuja tena amemeremeta kweli yani. Goma hiyo bwana. Tuonyeshe mfano bwana Sheikh. Tuonyeshe mfano bwana. Inshallah inshallah. Mfano Sheikh. Eh, tuonyeshe mfano. Eh, twende tuongojea huko. Sasa utaki nini wangu? Mambo lakini, ndugu yangu sasa hivi watuambia mambo mazito. Badilika badilika